Ndugu mtazamaji wa Laizer TV, tupo katika viwanja vya Mzumbe Primary Ground hapa ikiwa na tukio kubwa la kimchezo. Ai, mwalimu wa mchezo hapa. Asante mimi, mimi kwa jina naitwa Yohana Mosses Magongo, ndio mkuu wa kitengo cha michezo chuo kikuu Mzumbe. Leo tulikuwa na bonanza kubwa sana tukiadhimisha siku kubwa kabisa ambayo tunaita eh, Mzumbe Day and Entrepreneurship Camp. Ka katika maadhimisho haya ya siku tatu tukio mojawapo ni la bonanza la michezo ambao limewahusisha wanafunzi wote na wafanyakazi wote wa chuo kikuu Mzumbe. Sasa hivi chuo kikuu Mzumbe kumekuwa na mwamko mkubwa wa watu kupenda kufanya mazoezi, watu kupenda kushiriki michezo mbalimbali, na ndio maana umeweza kuona umati mkubwa huu leo uliohudhuria katika mpambano huu wa leo. Tulikuwa na mechi ya football kati ya wanafunzi na wafanyakazi, lakini pia tulikuwa na mechi ya wanawake ambayo ilihusisha tena wanafunzi na wafanyakazi wanawake, na mechi hizi zote zimeisha vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na wachezaji, kwa kweli wamefurahi. Karibu wachezaji wote wamepata zawadi mbalimbali mbali, zawadi za washindi wa kwanza washindi wa pili wa kila mchezo, tumetoa medali, tumetoa vikombe na tumetoa na zawadi nyingine kwa wachezaji bora. E, kwa hiyo sasa hivi tuna mwamko mkubwa sana na hili tukio sasa, tunaelekea kwenye tukio lingine tena kubwa kabisa la mashindano ya vitivo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ambao tunategemea kuwa na timu saba la kutoka vitivo mbalimbali na sukuli mbalimbali pamoja na wafanyakazi. Tunatarajia mashindano haya yataanza tarehe kumi na saba ya mwezi huu Mei elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo napenda kuchukua fursa hii tena kuwakaribisha wadau wa michezo chuo kikuu Mzumbe e, wapenzi wa michezo wachezaji walimu, waendeshaji, wanafunzi na jamii inayotuzunguka chuo kikuu Mzumbe. Kama unafahamu chuo kikuu Mzumbe inazungukwa na taasisi nyingine, kuna shule ya msingi Changalawe, kuna shule ya sekondari Mongola, shule ya msingi sekondari Mzumbe pamoja na vijiji jirani Changalawe, Kipela, wote tunawakaribisha sana. Asante sana, sisi atuna na ziada kutoka katika uwanja huu. Tukutakie utazamaji mwema.